Naitwa Matthew John Andrew, ni mkurugenzi wa kampuni ya Kajenjere Trading Company, ambao tunafanya kazi uh, ya usafi katika jiji la Ilala. Ah uh, Kajenjere Trading Company ambayo imehusika na kuja katika maadhimisho haya ya siku ya mazingira duniani uh, katika mkoa wa Dodoma leo hii akiwepo mgeni rasmi Mheshimiwa Makamu wa Rais. Leo hii tupo hapa kama Kajenjere tumekuja kuonyesha uh, jinsi gani ambapo Kajenjere tunaweza kufanya na jinsi gani ambapo tunataka tuhifadhi mazingira lakini kubwa ambao tuleta hapa ni kutoa elimu wananchi waelewe, hii taka ni fursa, taka ni mali, sio taka kiyoto itaozalishwa hapa ni ya kwenda kutupwa. Hapana, leo hii hapa tuna mradi mkubwa sana ambao tumeuleta hapa, ambao ni wa BSF nzichuma. Tunazalisha nzichuma, ambacho hii tunapata chakula cha mifugo kama kuku, samaki, eh, mbuzi na na, na na, na wanyama aina mbalimbali. Nini ambacho tunatakiwa, chakula hiki ambacho ki, kinachopatikana hapa ni chakula ambacho kinatokana na taka oza, organic taka zote za masokoni, matunda matunda, hizi ndicho chakula ambacho kinapatikana, ambao tumeweka hapo hapo. Ukijaribu kuangalia, kuna mfumo ambao unaanzia kwanzia wale we wale funzo wadogo ambao chakula chake ni hizi takataka, na mashine special ambayo inatakiwa itafune zile zile zile zile zile zile taka inatoka hapo, baadaye inakuwa mabuu. Ikiwa mabuu hapo tayari eh, hayo tunapata chakula sasa cha mifugo. Kama ukiangalia kuku ambao wamekuwepo hapa zaidi ya kilo saba mpaka nane, eh? wanakula hizi hizi eh? kwa hiyo ina vitamini. Kwa zamani wanatumia sana soya, lakini kwa sasa hizi hapa ni chakula ambacho ni kizuri zaidi. Lakini ile inayotakiwa kufanyika, wananchi waelewe kuanzia mwanzo, sosi inapozaliwa taka, ndipo inatakiwa sortage ianze pale za, za, za, chupa za plastiki weke peke yake, matunda uweke peke yake, karatasi za box ambazo tunapata tray za mayai weke peke yake, white paper hizi hapa ambazo tunapata tissue uweke peke yake. Hizi zote ni fursa ambazo zinasaidia na wananchi kujipatia kipato. Kwa nini anatakiwa elimu kubwa ipatikane sehemu inapoanzia kuzalishwa taka? Wananchi watenganishe taka zao si taka zile waweze, ukisha tayari kuzichanganya zote tayari ule ubora unakuwa haupo. Kwa tumekuja kubwa sana kujikita kutoa elimu kwa wananchi lakini mbali si hivyo tu, taka hizi pia, taka hoza hizo za organic zinaweza kutengeneza gesi, na ndio aoesh fano kutokana na taka hizi ambazo ambazo zipo tunazichukua tunazi, hizo taka tunaziozesha tuna, tuna, tuna, tuna ziakatika mtambo maalum baadaye, mmeelewa, itatengeneza mfumo ambao unaweza kusaidia kupata gesi kwa sababu ya yeah, hizi taka ambazo za organic na tayari tuna mfano ambao unaonekana gesi moja kwa moja inaweza kupatikana katika kutokana na hizi taka taka. Kwa hiyo watu tukuje kuwapa elimu tu waelewe kwamba itaka ni fupi, so, za sio taka zote za kuchukua kwenda kudani, lakini tukitumia mifumo hii ambayo yuko hapa itasaidia haya madampu ambayo kwa sasa hivi yamekuwa na jaa yasiweze kujaa, kwa sababu tayari tumeshaanza kutoa elimu kutoka huku ok, ok, ok, ok, ok, chini wananchi waweze kuzihifadhi hizi taka, kwa hiyo zile taka ambazo zinatakiwa ziende, ziende dampo ni taka tu zile ambazo zinaonekana kwamba hizi kwamba hatuwezi kuzitumia katika matumizi ya kibiashara. Kwa hiyo watu waelewe kwamba hizi taka ni fursa, taka ni mali. Tumetoa elimu wananchi wasichukue tu kama taka kuchangana kwenda kutupa, hapana. Kwa upo uwezekano wa mafanikio makubwa kwenye taka, kwa mfano huu tulionao tumeleta katika maonyesho hapa ya siku ya mazingira duniani.